Kabla pori halijajua jina la haki, kabla nguvu haijavaa taji, kabla wanyonge hawajaitwa sadaka, kulikuwepo usiku. Na katika usiku huo, kulikuwepo baraza. Baraza halikuandikwa aldhin, liliandikwa kwenye mioyo ya waoga. Halikuwa na kuta, lakini lilikuwa na mipaka yeyote aliyevuka mipaka hiyo alivuka na uhai wake. Hii ni hadithi ya pori lilojifunza kuishi kwa kuwa kimya. Karibu Home of Information, skrita zaidi ya unachosikia. Pori lilikuwa limekosa mvua, mvua ilichelewa. Mala ya kwanza, wanyama walicheka huku akisema msitu mara ya pili, wakanyamaza. Mara ya tatu, hofu ikaota mizizi. Miti ilianza kujikunja kama nyoka aliyekaukiwa damu, majani yakawa manjano kabla ya wakati. Wanyama wadogo walionekana wachache, siyo kwa sababu walihama, bali kwa sababu walinyamaza milele. Simba, mfalme wa pori alisimama juu ya jabali. Sauti yake haikutikisa tena anga kama zamani. Aliona kitu ambacho nguvu haziwezi kupigana nacho, njaa ya mfumo. Akatuma ujumbe wa ukimya, kimya: baraza la usiku liitishwe. Kazi hiyo ilikuwa inafanywa na Bundi, na alitekeleza kama ilivyo ada. Usiku ulipofika, moto mdogo uliwashwa, siyo wa kupasha joto, bali wa kuficha hofu kwenye mwanga. Bundi alikaa pembeni, kalamu yake ikiwa ni kucha, karatasi yake ikiwa ni kumbukumbu, kumbu za giza. Aliwatazama waliokaa duarani, simba, nguvu iliyojaa hofu. Kukawa na fisi, kicheko chenye njaa Alikuwepo chui pia, ukimya wa mwenye macho mawili. Palikuwa na nyoka pia, hekima isiyo na huruma. Hakuna aliyezungumza kwanza, kimya kilizungumza chenyewe. Hatimaye simba akasema, pori linakufa. Fisi akaongeza kwa haraka, lakini si wote lazima tufe maneno hayo yalikaa hewani kama moshi mzito. Hakuna aliyeondoa bundi. Akaandika neno moja tu kwenye kumbukumbu: kafara. Kisha fisi akadakia kuwa kafara hiyo iwe ya mnyama mdogo. Ndipo lungu la hukumu likamwangukia mnyama kenge. Kenge asiyejua amechaguliwa. Kenge aliishi pembeni ya poli. Hakuwahi kuitwa kwenye mikutano, hakuwahi kuulizwa maoni. Aliishi kwa kujifunza njia za kukwepa miguu ya wakubwa. Alijua unaponyamaza, unaishi; unapouliza, unapotea. Usiku huo alipohisi ardhi kitetemeka, alijua hawakuja kwa mazungumzo. Fisi alimwangalia kwa macho asiwona huruma, akamwambia, pori linakuhitaji. Kenge hakukimbia, alijua ukweli mmoja mkubwa kuliko kasi: hakuna anayekimbia mfumo. Alipofika mbele ya moto, akaona uso wa Simba, akaona macho ya Bundi, akaona tabasamu la Fisi. Akasema kwa sauti iliyotulia kuliko mioyo yao, nimeishi nikiepuka migogoro yenu, lakini mnanifanya jibu la kushindwa kwenu. Moto ukacheza usiku, kavuta pumzi ndefu, na hapo kafara ya damu ikaanza. Bundi alikuwa akiandika, kuweka kumbukumbu sawa kwa vizazi vijavyo. Kisha alisema: Ninaandika kwa sababu siwezi kupiga kelele. Ninaona kwa sababu giza linaniheshimu. Ninakumbuka kwa sababu pori lina ugonjwa wa kusahau. Wananiita mwenye hekima lakini hekima isipoandikwa hugeuka kuwa njama. Usiku ule hawakuniita ili niongee, waliniita ili nihalalishe. Na hapo nikajifunza mfumo wa hauhitaji ukweli unahitaji kumbukumbu zinazotii sheria ya kafara. Kabla ya moto kugusa mwili wa kenge, baraza lilihitaji neno la mwisho, si kwa ajili ya haki bali kwa ajili ya utulivu wa dhamiri. Simba aliuliza kwa sauti iliyojaa uzito wa taji. Je, tumefanya kila tulichoweza? Hakuna aliyejibu. Fisi akacheka kwa sauti iliyojificha ndani ya koo. Kila tulichoweza kwa ajili ya wengi. Niliandika. Bundi akaendelea. Sheria ya kafara. Anayechaguliwa haulizwi. Anayenyamaza huishi. Anayepinga hutangulia. Hutangulia. Moto ulipowashwa, sikusikia kilio. Nilisikia ruhusa ruhusa ya poli kuendelea bila kujitazama kioo. Mvua ilinyesha kabla ya majivu hayajapoa. Ndiyo, ilinyesha. Na hapo nikajua mvua inaweza kunyesha juu ya udhalimu, lakini haiuoshi. Mvua isiyoosha damu. Asubuhi ilipofika poli lilifurahi, majani yakang'aa, mito ikacheka tena, simba akasifiwa. Fisi akazidi kusogezwa karibu na taji. Wanyama wadogo wakasema labda lilikuwa lazima. Lakini usiku uliporudi, ndoto hazikurudi kama mvua. Watoto wa poli walilia bila sababu, wazee walishindwa kulala. Na kila mmoja alipojaribu kukumbuka, kukumbuka uso wa Kenge, akakumbuka kivuli chake tu. Nikaandika tena pori lililookolewa, lakini dhamiri yake ikaanza kuoza. Ndipo baraza likaitishwa tena, sio kwa sababu ya njaa, bali kwa sababu ya mazoea. Bundi aliendelea kwa kusema, nguvu huanza kwa hofu, huendelea kwa kafara, haki hufa pale inapohitaji ruhusa. Wengi wanapookolewa kwa damu ya wachache. Wengi hao hubaki hai lakini si wadirifu. Ukizungumza mapema unaweza kufa, ukinyamaza muda mrefu utakufa polepole pole. na mimi Bundi nimeamua kufa kwa kuandika badala ya kuishi kwa kunyamaza. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza, simulizi yetu nzuri na ya kusisimua. Kama simulizi hii imekugusa, basi tayari uko nyumbani, Home of Information. Kikubwa tu like share, then comment kwa video nyingi za kusisimua zinazofuata. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, inshallah.